Yaani, ndugu mbunge, ni kwamba kapamisa hii, ingekuwa serikali imeweka kwamba vile vikaratasi vya kura aina haja na aina haja, hata awe mkongwe aliyekuwa mkongwe kapamisia. Tumekusifia, umetulimia barabara mpaka polini Kasanga kule. Pili, ni mfuatiliaji, mimi natembea, najua mpaka Kasanga, Kasanga karibu polini kabisa kule, kuna manguruwe kuna nini, anapo inapofanyika kazi anafuata kuangalia. Kwa hiyo mbunge, Mungu akulinde sehemu zote unazopita, amina. Barabara iliyobakia hapa iliyokuwa safi ni hii hapa, kwenda hivi mpaka mkuu wa mkoa, naona mwenyewe amekupitisha au umepita. Hii palipobakia ni hapa ndugu yangu, kutoka hapa kwenda pale panatupa kero kwa kurudia kwamba kapamisia hakuna mtu ambaye atakayesema sijui e, isiki, Kinanasi ingekuwa ndio spika, kila siku ya Mungu ungekuwa unasikia. Kuna mmoja alitukana, anasema ligurumbiro gurumbiro, na kukaa watu na alirudi na akalia chakula kwenye ligurumbiro, ndio <laughs> lazima tutapike, lazima tutapike ipande nzima, anasemea hakuna mtu anayekuteta. Yani barabara barabara barabara, watu wanakimbia na pikipiki, vichwa juu kama kuku, vijana. Barabara hii juzi, naona mheshimiwa umepita, umeiona. Iliobakia nzuri ndio hii. Sasa hii mvua ndio imetuharibia hii, lakini tunasema imelimwa, imelimwa. Yani mimi nina furaha zisiekuwa na kifani, asiyekuwa na furaha na kuteta mchawi. <laughs> Wanyakusa sema ndosi Yaani nimesema jana yaani nimechere kunacherewa kucha nikamwona mheshimiwa. Mheshimiwa nakushukuru sana Asimu. Tena Mungu akulinde Amina. Tena utapita na utakwenda Amina. Kwa sababu anayesema hatuoni kitu anacholeta ha? Nitoe mfano tu lakini unakwenda mbele, hata ukija kumaliza kazi yako Una, ukiumia mtu kidonda, kikipona ukinabaki nini? Kovu. Unabaki kovu, unakuja mm -hmm. Una kuonyesha mimi chakwangu ndio hiki hapa cha kwangu ndio hiki hapa ndugu mheshimiwa, kama ulivyosema, kwa kumalizia, hii njia iliyobakia hapa ndiye inatupa kero, hii hapa mpaka pale njiani pale, yeah. Asante sana, Mungu akulinde. Amina. tena akulinde. Asante sana. Anayekuteta wewe tuko na yeye. Asante. tena tutakula sahani naye moja. Amina. na hakuna ulicho haribu, sio hapa tu ukiela nzima Uu, mdomo alikuwa hey, unsebo unsebo unsebo saizi kuko kimya, kama kitu ulichoweka kwenye barafu. Asante sana ndugu yangu kalingwali lapok <laughs> e, mimi jina langu naitwa Gabriel Mwasamia. Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa Mbunge, kitu cha kwanza ulichokifanya kwa sisi wazee wako na mama zangu hawa ni barabara. Nayo haya tu matatu, naongea matatu. Ni barabara, barabara ilikuwa haipitiki hii kwenda Masebe hata kidogo, wala pikipiki hakuna ya kupita huko, wala terekta wanakwenda kukatisha huko mbugani. Mungu akusaidie sana Mheshimiwa diwani. Cha pili, Mheshimiwa diwani, mbunge, usiwe na wasiwasi wowote kwamba wanakapamisha sijawakuta pale, ulikuwa unategemea watakapa, wanakuwa wengi wako mashambani. Mheshimiwa Mbunge, sisi watu wakapamishi hatugeuki kama wanapogeuka wengine. tunapoongea mbele ya umati huu tunaongea ya ukweli na Mungu anasikia tunashangaa na wengine kwamba wako watakuja wengine kwamba eti wanagombea ubunge. Usio na hofu, hilo ndio nakwambia, usio na hofu. Angalia mbele, endelea tu, atakaye kuja na mambo yake hapa yatamwishia hapo hapo. La tatu, Mheshimiwa Mbunge, sisi ni wanachama wa CCM kweli kweli, pyua tena Tunakuomba kwa sisi wazee kama huyo hapa hapa, na sisi kashati ukatupe, tuonekane kwamba wana CCM sawa, tuonekane wana CCM sawa. Unapokuja huku tufaizi uniformu, wajua kwamba hao watu wana CCM hata wakongwa. Mi naishia hapa, nashukuru sana kama walivyoongea wazee wangu, tunashinda hata kuongea kwa ndugu yetu mheshimiwa Kinanasi. Yaani mheshimiwa mbunge, kwa kweli tuna furaha kubwa pia. Ndio maana walivyotangulia kusema wazee wangu hapa, Kapamisia wana siri moja. Siri yetu sisi Kapamisia, tukiamua kitu tunaamua kweli kweli, na wengi wanajua hilo kwa jinsi ulivyotufanyia Kinanasi hii Kapamisia ah. Kata yetu ya Ngusa hatuna kunugunika hata kidogo, kwa sababu hii barabara hii ilikuwa ni kelo yetu kubwa kweli, mpaka wale viongozi waliopita kama nilivyotangulia kusema hapa, batema batema gurumbeo. Lakini leo naangisha mwanga, leo mwanga kuno kulangala. Kwa kweli, mheshimiwa hapana, tukisema kwako mheshimiwa, tunajua linatendeka, lazima lifanyie kazi. Ndio maana bo, bo kunyuma pop twaliku twajoatasawiraga lakini kumia kumheshimiwa Kinanasi Tukuhauka ni ndumbula gojoakuti tatizo teviki limetekelezeka, yaani tuhawike ni ndumbula fijo fijo. Najua Kinanasi umepita, yaani hilo Kinanasi jiwekea asilimia mia umepita, nasema umepita Kinanasi. nilikuwa na wasiwasi wasi, lakini Mungu kumbe ametuona. Mama Samia amwongezee Mungu miaka moja zile taratibu za wajumbe kubadilisha zimetufurahisha moyo wetu exactly. Watu siku hizi mheshimiwa, tunanunurika, unaweza kama ukamwamini sana binadamu, lakini tunanunurika, lakini kwa mfumo huu ndio mioyo yetu tulikuwa tunataka

terilenuru no, no, kukajapo nukuti no, vatwele mfimba tukutoh denga kyari kilonda wanyopoka kinanasi kenaukanyopokawe tukuto kinanasi apare nialiopare ulevu kinanasi konoso vatotokie vijo vakendaga wava vajovi avalongosi wali ngote twale nsarile eh diwani kora nukumogera video,

Zaidi ni shukurani, shukurani. Mimi ninavyojua kwamba mtu unavyotamkwa kama unatamkwa kwa mema, yale mema yatafanya mambo makubwa mazuri sana kwa mtu unayetamkwa, lakini kama unatamkwa kwa mabaya, utapata laana isiyokuwa na mtu akukusaidia. Kinanasi, vile tunavyokutamka tunakutamka Kinanasi, hata mtu tukimsikia anaongea vibaya natamani atatupigani Yaani natamani okay. Ninaongea hiki kwa sababu kuna mahali nilifika nilivyosikia utaratibu wa uchaguzi kote. Eh, yaani kutoka huko yani nimepumua nime kwa sababu ndani ya moyo wangu nilikuwa ulikuwa na maneno nilikuwa nayasikia ho Kinanasi, Kinanasi, Kinanasi, ho hey, kwa nilikuwa moyo wangu ulikuwa umekosa amani, lakini hapa nimenywesha maji, nimepata amani. Kinanasi kazidi kuwa na amani, yani moyo wako usiwaze kwamba kiela, nimekataliwa. Kiela haujakataliwa, utapita na hivi umepita.

Neno na tuwa makanisa ga pasi tuwekia masasa tuwe nonziki. <laughs> tuwa makanisa ga pasi kabisa tupaperia mikambarara muumbare, lakini tunacheza mziki ndani. Kwa ajili ya umeme, Kinanasi haukutuambia uongo. Uli tuahidi barabara. Sisi watu waKapamisi natoka na kaki hatu kangu ni mekasugua naenda nafika mjini safi. Sijachafuka popote. Ahadi zako Kinanasi. Kwa hiyo Mungu anawapenda wanaosema ukweli. Kama Mungu anawapenda wanaosema ukweli, basi wewe umependwa na Mungu na sisi wananchi wa Kapamisa tumekupenda. Mimi kauli yangu nasema kama kuna nafasi nyingine ukimaliza miaka mitano, kama kuna nafasi nyingine ya kwenda juu, Mungu akutoe kwenye ubunge akupeleke juu ya yaani kama kuna nafasi nyingine, maana ni mkweli hmm. Mtu anayesema kile akisema nitafanya hivi anafanya yule, ndo tunayemtaka amin, amin. Kwa mimi nasema Kinanasi, Mungu akutoe kwenye ubunge akupeleke juu akupeleke juu. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki, uendelee kuwa na ukweli. Ukweli ndio kila kitu, ujanja hauna faida yoyote. La mwisho nasema baba, kama alivyosema mama, yamebakia maji tu, yani ni maji tu, na ninaamini kwamba hayo maji yatakuja. Ulikuwa kwenye kazi ngumu ya kusambaza umeme, kulima barabara, mambo mengi yaliyokuwa yamebaki umeyatekeleza. Kwa hiyo jambo la maji ni dogo tu, ni kama tunakukumbusha. Mungu wa mbinguni awabariki tumefurahi baba yani mfikiri akaja kakapamisya nipilike kanuno feji Amina. nipilike ukuti njiri jitwaliandili joro ukwenda lino jufikire jikwandila hapa kange uwupya une kwakapamisya ngukete ukuti une wuvufumo vwangu Amina. une ngwipilika ukuti ndinkinie kyamwakipesile papo nawawalondo kugalavanika avakolelaga atege musaleo mwana uketege okay, batatunilia pakapawulunisillu nagwakujova nyingi pakaja watukujova nyingi <laughs> an yani, avagusu kangi uvasume vavo uti avene vavikulondo kuvuka nkuvasuma avangi nguvasuma umwimbombo jinu kukuvavula avangi nukuvasuma ukuti uju mwanitu tukumpako tuvasumege avakwitongo tuvasumege avakululu tuvasumege avakusokelo tuvasumego nawa vikuti popapo lelo ka, kaja kangi kalipo Bali pa wando wajabira hapa. Mujabe isi ya kunyuma, isi ya misebo. Isi ya fiki ingu soma. Bope kari kabarelo kavo. Neno nusu kabarelo kitu. Amina. Batile kono kwa kawagirigo kwa jako ikipatala. Ah. Batile kono kwa kwa kwa kwa kwa tenende. Eh. Na atile. Nengone ndimbungi. Akajapo kwa kusamisi ikipatala hapa. Amina. lelo mjengile mumalire. nine natile mpaka pajengigwe botuisiolakwanda wolojuwajowaga twaliagie wasalila kunyelanyela muno <coughs> natile une ngawagila kusokapo botata gwangu awasokilepo afwile tusiache alama lazima tuache alama lakini nataka niwaahidi tumeanza na hili jengo tutaendelea kupigania angalau patanuke zaidi. Leo tumeshasema hili jengo, sasa hivi wanatumia limekuwa ni ofisi tena, kwa sababu hakuna vifaa. Ndugu zangu, tutaenda kuwashauri viongozi wetu walete vifaa, hili jengo liendelee. Na mmesema mnataka pampu mnataka na nini na tenki, hivyo vitu viko ndani ya uwezo wangu